Tumeshirikiana pamoja kuweza kuzindua duka letu mpya ambalo linaitwa Itel Home. Kwa Dar es Salaam ama kwa Tanzania, kwa Tanzania ni duka letu la tatu lakini kwa Dar es Salaam hii ni exclusive shop ni duka letu la kwanza kabisa. Kwa hiyo tunajivunia sisi kama wanafamilia wa Itel kuweza kuanzisha duka mpya katika duka hili. A, tunapenda kuwataarifu wateja wetu kwamba wataweza kupata bidhaa zote za kampuni ya Itel kutoka kwenye kampuni ya Itel na si simu peke yake, kwa sababu wengi wanafahamu kwamba Itel tunajihusisha zaidi na simu, lakini kwa sasa hivi Itel pia tunazo bidhaa tofauti uh, tofauti. Tunazo accessories kama battery, tunazo charger, tunazo earphones, tunazo smartwatch, lakini pia tumeenda mbali zaidi, sasa hivi tuna home appliances ama vifaa majumbani. Ukiona pale uh, tunayo blender pia inatoka katika kampuni ya Itel. Hii ni brandi kabisa ya Itel blender, ambayo inafanya kazi vizuri kwa uwezo mkubwa sana na inapatikana kwa bei rahisi sana. Lakini pia tunazo bidhaa zingine, kwa mfano tuna uh, hii mashine ya kunyolea tunazo za aina tofauti tofauti ambazo zote ziko kutoka katika kampuni ya Itel Tanzania. Tunayo pia majagi tuna majagi haya hapa yote ni Itel Tanzania, wa Tanzania wa, wa fahamu, kwa hiyo kubwa tungependa watanzania wafahamu kwamba sasa hivi kampuni ya Itel ni kampuni ambayo imeendelea kujitanua zaidi, sio tu kwenye simu, lakini mpaka kwenye bidhaa za majumbani. Tulianza na simu ndogo ama viswasa, swadu lakini tukaja kwenye smartphone na sasa hivi tuko kwenye bidhaa zingine za nyumbani, lakini kubwa kuliko zote ambayo kwa sasa hivi tuna simu yetu mpya inaenda kwa jina la ATC. Hii ni simu ambayo tumeizindua sasa hivi, inaitwa Itel ATC, inapatikana maduka yetu yote, maduka ya simu yote. Mteja anaweza kuipata hii simu kwa keshi ama kukopeshwa kwa kwa yule mteja ambaye anaona hana uwezo ama anaona kabisa kwamba hajisikii kununua simu hii kwa pesa yake kashi, basi sisi tunampa nafasi ya kuweza kuipata hii simu kwa bei ya mkopo pia. Kwa hiyo tutoe wito na rai kwa wateja wote wa ITEL Tanzania kwamba waendelee kutuamini ITEL, kila siku tunazidi kugrow, tunazidi kukua na bidhaa zinazidi kuja katika ubora mkubwa sana. Kwa hiyo karibuni sana, hii ni official duka la ITEL Tanzania lipo hapa Tegeta kwa Ndevu, kwenye jengo linaloitwa Tegeta Complex. Karibuni sana. Kwa majina, mimi naitwa Evans, ni meneja wa Onfone Microfinance, ambao sisi tunapeana mikopo kwa simu e. Nasi pia tunashirikiana na ITEL kwa njia ya kupeana mikopo ya simu. Kwa hivyo tunashirikiana na ITEL kwa namna zote kibiashara. Kwa hivyo leo tumejiunga na ITEL kufungua rasmi ili duka pia kutangaza kwamba tunapeana mikopo simu za ITEL zote zazote ITEL. Uh, simu zao ni imara na kwa muda tumekuwa tukifanya biashara nao kutoka nchi zingine, kwa maana Onfone Microfinance ni kampuni ambayo iko katika nchi kumi na mbili Afrika. Kwa hivyo katika matawi yetu kumi na mbili tumeweza kufanya makubaliano um, ama um, partnership na ITEL. Kwa mteja kupata mkopo wetu, Uh, uh, matakwa ni matatu. La kwanza ni NIDA au namba ya kitambulisho. Ya pili mteja awe na laini ya Vodacom. Ndio maana ukiona huku tumeweka On Phone Microfinance na Vodacom. Kwa maana yake lazima mteja awe na ile laini ya Vodacom ndio aweze kupata mkopo wetu. Mm -mm, ya, kwa majina naitwa Wakusmata. Comedian uh, majina yangu ya Nida anaitwa Joseph Edbeton, ya hilo ndio jina analoniita baba yangu na mama yangu na watu wengine wa karibu, ila fans na wote wanaonijua kisanaa anaitwa Wakusmata. Uh, kikubwa ni ninachotaka kusema kwamba Itel mpaka kutokea kuniamini hilo ni jambo kubwa kwangu mimi, so nimejipanga vizuri kufanya hii kazi ya ubalozi. Kama unavyoona, eh, bidhaa nimeanza kuitumia mwenyewe Eh, kuikagua eh, na nimeona kabisa, ina ubora, ina kila kitu ambacho mwananchi wa kawaida anapaswa awe nacho kwenye simu yake, au vipi bwana koo? Mimi nawashawishi tu ndugu zangu waje wanunue simu eh, kwenye duka letu hili yeah. Tunawakaribisha sana kwa hata wale content creator wanaoanza wanaochipukia, hata walioko juu pia wanaweza wakaitumia simu hii hapo wamejipata tena so kidogo kwa sababu kuna macho moja mbili afu tatu. Hii ndio habari ya mjini. Sasa unataka nini kingine? Eh, Itel wamewasogezea hii tena kwa bei chie, unapata kwa ukiwa na simu kama hii. Kwanza inakulinda heshima yako, unaonekana mtu fulani classic. Unaona alivyonipendeza mimi mkono. mm -hmm. Ah, kwa majina ya Emmanuel Kagoma kwa jina la kutafutia ugali naitwa Kagoma 360 ni mchekeshaji. Ah, kwa kuaminisha watu kwamba kwa mimi kwa binafsi, kwa sababu mimi ni content creator na comedian. Kwa kupitia content zangu nitawaaminisha watu kwamba hii simu ina quality kwanza storage ya kutosha, kamera kali ina yani, yani, yani, yani, yani mitandao yake iko vizuri kwa uhakika kwa kupitia content zangu kupitia kwenye comedy nitaelekeza hata kwa mtu wa kawaida ajue kabisa hii ni simu aina gani. Itel nakuletea simu ambayo ina uwezo wa kwenye storage, ina uwezo kwenye water resistance, sema hiyo maji maji yawezi kaingia kwa kwa haraka. Mimi naitwa Swaina, ni sales manager wa Itel Home kwa upande huu wa Tegeta. Kwa wateja wetu ambao wanatuzunguka ambao wanakuja kununua basi wajivunie kutokana na kwamba brandi ya itel ni brandi ambayo ina simu nzuri, ni simu ambazo pia zina ubora kukaa na chaji muda mrefu, ni simu ambayo ni nzuri ambayo mtu anaweza akatumia hata kama akipita kwenye mvua haiwezi kuwa na shida yoyote. Kwa hiyo wajivunie tu kwa sababu ni, ni bidhaa ambazo ni nzuri sana. Hapa tunakopa kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi, kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni. Nimeamua kufanya kazi na itel kwa sababu itel ni kampuni ambayo inatoa simu bora mfano itel A90 mimi naita ni bingwa wa mawasiliano itel A90 kwa wale wapenzi wa kutazama movie na mpira ina teknolojia ya sauti ambayo inaitwa digital theater system hii ni system ambayo inakusaidia wewe kutazama movie kusikiliza mu muziki mithili ya sound theater ambazo unatumia nyumbani lakini pia inaweza kupambana na vumbi na maji ina kinga ya IP hamsini na nne ambayo inasaidia kupambana na vumbi na maji. Itel 9 ni simu ambayo inakaa na chaji masiku matatu, ina amilia mpaa elfu tano ambayo inakuwezesha wewe kukaa na chaji masiku matatu. Sio simu za kuchaji unachomua una chaji au unatembea na chaji kila uendako, hapana. Kwa, kwa hivyo Itel wameendelea kuwa mabingwa wa mawasiliano.